Ni majira ya asubuhi hivi ndani ya kamji kadogo pembezoni ya mto. Kuna mshikaji huyu hapa anaitwa Madu, ameuchapa usingizi mzito, wengi la usingizi likali linamsumbua. Aliona kama kuna msichana mzuri hivi amekuja pembeni yake, akamwamsha kwa mahaba na kumpatia kifungua kinywa. Mara ghafla alitokea ndugu yake ambaye ni binamu na kumshtua kutoka kwenye usingizi mzito. Madu akamwambia oya mwanangu yule binti amenijia tena ndotoni, sio muda mrefu hapa ndugu yake akamjibu e, mvache ujinga kwanza, unajua ni mda gani sasa hivi? Unachelewa kwenye mashindano, atakuwa shaanza mda. Mwamba akawai fast. Ndani ya mashindano hayo yalikuwa ni mashindano ya kula na kukimbia yaliyodhaminiwa na mgombea ubunge wa wilaya yao, maana ilikuwa ni kipindi cha kampeni. Kipindi michoano ikiendelea, mbunge kasii na familia yake wakiwa kwenye gari, madua alikuwa akimkudulia macho binti mmoja hivi mkali kinoma ndani ya gari hiyo, ambaye alikuwa ni mtoto wa kike wa mbunge. Binti alikuwa ni mrembo si haba. Mwamba sasa kuona demu akapata nguvu, akaendelea na mashindano kwa juhudi na kushika nafasi ya kwanza. Muda ulifika jamaa akapanda mbele kama mshindo wa kwanza. Binti wa mbunge ndio alipewa dhamana hiyo ya kutoa zawadi. Madu yeye alikuwa kama shia aliyeona kanzu mpya, macho hapo kwa binti, akili iko mbali, sababu ndio binti alikuwa akimuota kila siku na anatamani siku moja awe naye. Mwamba akachukua zawadi zake na kuondoka kwa furaha. Mbunge akaingia kumwaga sera zake pale juu ya uchaguzi unaokuja. Mwamba yeye alikuwa asikilizi chochote kinachoendelea pale, macho yote hapo kwa pisikari. binti alikuwa alikua anaitwa Parthavi. Familia ya madu ilikuwa ikimiliki mgawa mzuri wa chakula kwa ajili ya maendeleo mbunge wa Kishua. Alikuwa na kaka yake ambaye ni mtata Kinoma anaitwa Luke. Siku moja binti alikuja zake kuoga kwenye bwawa pamoja na marafiki zake wa kike. Madua alikuwa upande wa pili akiwa na watalii kidogo. Mara alikuja rafiki yake na kumwambia mrembo wako unayempenda yuko huku bwawani, njoo muone. Mwamba kusikia hivyo, ah, we. Pasta alitoka moja kwa moja nyumbani kaenda zake kuoga safi kabisa. Akavaa nguo nzuri, mixa marasha sijepoteza pointi tatu za muhimu mbele ya mchumba. Alikuwa kama chizi anaenda huku akichezacheza na, na kufurahi. Alipofika bahati mbaya akateleza na kujikuta kaingia ndani ya maji. Binti Parthavi akamshangaa, huyu vipi kijana? Akamfukuza na na kumwambia atoke sababu muda wao walikuwa na watoto wa kike ndani ya abwawa jamaa alidondoka kipindi anaondoka na, na kupelekea kuumia mguu hivyo, alipelekwa hospitali na kupata matibabu na familia yake. Kidogo tu pale Tavi, anaingia kuja kumuona mgonjwa na kuomba msamaha sababu yeye ndio kama chanzo. Shikaji akafurahi na kumwalika kama akipenda anaweza kuja kwenye mgawa wao na kupata vinywaji siku yoyote ile. Binti akujibu kitu na kuondoka. Mwamba akafurahi kinoma yani. Siku inayofuata baba yake alimwambia, yule aliyokuja jana hospitali si mtoto wa mbunge yule? Jamaa akajibu ndio. Mzee akamwambia, jitahidi ukae naye mbali, familia yao na yetu hazifanani, elewa hilo, usije baadaye kuleta matatizo, ikawa balaa. Sisi maskini, kaa naye mbali." Madu akakubali kishingo upande tu, asi mshikaji alikuwa akikutana na binti tena anamkwepa. Binti pale tayari akakaa na shangaa, mbona huyu mwamba alikuwa ananipenda sana na kunifuatilia? Sasa hivi ananipotezea. Sababu alikuwa anasoma chuo kimoja, pale tayari vikumbe alikuwa anaona Madu anavyomfuatilia kila siku na yeye alishazoea kitendo kile. Upande wa pili baba yake na Parthavi ambaye ni mbunge alikuwa akiweka mipango yake sawa kuhakikisha uchaguzi anapita na kupanga vitu vya magendo ambavyo vitamwangusha mpinzani wake. Siku zinazozidi kwenda, Madhu sasa akawa bado anamfuatilia binti kisirisiri, kitu kinachomshinda ni kutongoza. Jamaa alikuwa ni timbulo, domo lake zito. Parthavi akaamua kumtolea uvivu na kumuuliza mbona ulikuwa unapenda kunifuatilia sana ila sasa hivi unanikwepa shida nini? Jamaa akamjibu maisha yangu na yako hayafanani, familia yangu imeniambia nikae mbali na wewe, naweza sababisha matatizo. Binti akamwambia kumbe ndivyo mnavyotuchukulia eh? Okay, kuanzia usinifuatilie, achana na mimi kabisa, sawa. Mwamba akashangaa hii Mbona kama binti amekasirika hivi? Washikaji zake wakamwambia, "Sikia, binti inaonekana ameanza kukukubali yule. Ila wewe tu unajiogopa. Fanya ujishushe alafu omba urafiki naye." Madu sasa kaona inabidi aweke uoga pembeni, atafute njia kuzoeana na binti kivyo vyote vile. Maana binti nayo inaonekana kashaanza kumkubali Mwamba. Madu akaanza mfata binti na kumwambia vijimbo, labda atamfurahisha, akumuomba awe marafiki. Ila binti naye wapi? Anamlingia na kumwambia, "Kama unajikuta msanii, njoo niimbie mbele za watu wote wa chuo. Jamaa naona da, mbona mtihani machizi wake wanamwambia, wewe usichoke, binti kashaanza kukubali yule, anakufanyia makusudi tu, wewe kaza mchizi. Akaona oke, hasajitoa mwanga usiku, akaenda kwenye kasi la mbunge kisiri na kumuita binti azungumze. Parthavi akamuuliza, uogopi kuja nyumbani usiku wote huu? Mwamba akajibu kwa kujiamini kabisa, sasa nimuogope nani? Mimi mwanaume. Sikia, kesho nimekuandalia nyimbo nzuri, nitakuimbia mbele ya watu. Baada ya hapo ulisema tutakuwa marafiki, si ndio? Binti akajibu okay. Asubuhi Mwamba akaechukua bendi yake ya sauti, so wakaanza mwaga vocals za Suzana pale wanafunzi wote walikuwa wakicheka na kufurahi sababu jamaa walikuwa hawaimbi bali wanachekesha umati tu. Kwa upande wa Parthavi, alikuwa akifurahi tu na kuwaza mbali. Basi mshikaji akaa anamtafuta binti kupitia simu na ya shoga yake na kuwasiliana naye sababu binti hakutoaga namba na hatoaji namba ovyo. kaka yake na binti yeye, yeah, alikuwa ni mtu wa kufanya na kujisikia tu muda wowote mahali popote, anakata vibao mpaka walimu na hakuna kitu anamfanya sio tu, baba yake ni mbunge bali pia anapawa kubwa kila sehemu Siku moja madu hana hili wala lile, anakuja kupewa taarifa kuwa Parthavi wamekuja kwenye mgahawa wao. Basi jamaa akatoka fasta kwenda kuchukua oda kwa binti pale. Parthavi alikuwa ana shida na chochote, yeye alikuja kumuona mshikaji tu. Kipindi anataka kuondoka, jamaa alifuata na kumpatia business card yao ambayo ina namba yake, akiona shida mtafute. Binti akaichukua wamba. Usiku akawa anasubiria simu ya binti kwa amu, lakini wapi, kimya. Asubuhi simu ikaita, jamaa alishangilia sana, kisha akaipokea. Basi akaanza kula story na binti pale. kidogo kidogo, mazoea yalizidi kukua, walikuwa ni marafiki wa karibu mno, lakini bado jamaa kumtamkia Parthavi kuwa anampenda. Binti akaona isiwe kesi akamchana tumshikaji ukwelikuwa anampenda. Madua alikuwa anaona aibu kama yeye ndo mwanamke vile. Mapenzi kati yao wawili alinoga kama vile kuongeza chumvi kwenye mboga. Parthavi alimwambia mwamba natamani siku moja mimi na we tuwe na kwetu, tuanzishe familia yetu tujitegemee wenyewe. Madua akamjibu hilo halina shida, ngoja tumalize masomo zeni tutaongea na wazazi. Katikati ya maongezi, jamaa akaomba kisi kwa binti. Parthavi akamwambia we sio kirahisi hivyo, kama unajiamini kweli kesho ni happy birthday ya kaka yangu, nyumbani kutakuwa na sherehe, njoo nitakupa kisi. Jamaa akajibu aise, nakuja subiri uone. Kesho yake, Madoa akawachukua mashikaji zake wakaingia zao kwenye dimbe ndani ya nyumba ya mbunge, mbele ya demu. Tena mizuka ya gwai nama na uchino mwingi fulu ku dansi dogonoma naye ndani vya yakuwa nyuma staili za enjonyigu, kiufupi ilikuwa ni mizuka ya nguvu. Baada wakati pati inaendelea, binti akamuita mshikaji chemba, kisha akampatia jinsi ya pension. Jamaa loiyo, ghafla katikati ya utamu jamaa akachomolewa, walikuwa ni kaka na baba wa Paltavi. Wakaanza tembeza kipigo. Afisa mkuu alizuia na kuambia wasubiri uchaguzi mkuu upite baada ya siku mbili, kisha atawashughulikia maana, atachafua status yao. Hapo madu naye alipofika nyumbani, mzee alianza mpiga makofi na kumgombeza kuwa nilishakwambia tokea mwanzo, we mtoto usikii, ile familia ni hatari. Upande wa binti naye huku alifungiwa ndani, hakuna kutoka na akapokonywa sim. Piku ya uchaguzi ikafika, mzee alichukua mitano tena kwa kishindo. Sasa yuko free kufanya anayotaka, aliagiza polisi kwenda kuwakamata madu pamoja na washikaji wake. Wazazi walibaki kulalamika tu na kuwalilia watoto wao, lakini wapo wameshajichanganya kuingia mipaka ya mtu mzito. Parthavi alipata taarifa kuwa wanataka kutolewa polisi na kupelekwa mahali pasipojulikana. Alitoka fakta na kwenda kuwatetea kuwa waachiwe huru, hata tena wewe karibu yake. Alipoona sikilizi, akachukua bastola na kutishia kujiua, kisha akachukua jamaa na kukimbia nao mtaani. Msike mshika ulikuwa mzito kitaani, ikafika sehemu akajikuta wametengana. Madhu alikimbia na Parthavi, washukaji zake nao wakapita njia nyingine. i say ilikuwa ni mtihani mzito aliosababisha. Asubuhi ilifika, wakakimbilia treni ambayo ilikuwa likiama mji huo, huku akiwa nafukuziwa kwa nyuma. Parthavi alimsikilia Madhu kwa nguvu zote, liwalo naliwe, ndo kashampenda tena, haijalishi yeye ni nani, hawezi pangiwa mtu wa kumpenda. Jamaa na binti walifika ndani ya mji mwingine wakiwa hawaelewi pa kwenda, wanakunywa maji ya babalani. Binti alikuwa ajizoea maji yale, hivyo jamaa akaamua kwenda kumuombea tu dukani binti anywe maji masafi. Parthavi alikuwa na vitu vya thamani kama vile hereni na vipini, akauza kwa sonala angalau apate wapate pesa ya chakula, maana hakuwa na chochote kile mfukoni. Madua alikumbuka kuwa na anko wake na namba zake anazo kichwani, hivyo akampigia anko, akamwambia haina shida, kateni tiketi njoone huku nyumbani kwangu. Madua akamchukua binti, safari ya kuelekea kwa mjomba wake. Upande wa pili baba wa Parthavi, mzee mbunge alikuwa na hasira, hajui mwanae kakimbilia wapi. Madua alifika kwa mjomba wake wakapokelewa vizuri tu, yeye pamoja na binti. Mjomba akaambia msiwe na hofu, hakuna anayejua mko hapa. Haya ni mambo ya kawaida yanayotokea maskini na, na tajiri wanapopendana, lakini lenu hili ni zito sana, mnatafutwa kila kona. Siku inaofuata, mjomba akawaambia tena hapa kwangu sio salama, wanaweza kuja hapa tukawa hatalini sote. Sasa kuna rafiki yangu yuko mji mwingine huko, nimeongea naye atawapangisha ndani ya nyumba yake mkaishi huko. Kuhusu kodi nitawalipia kama miezi sita. Na swala la kazi usijali. Nishampangilia atakutafutia kazi." Madu alimwambia mjomba wake, "Hapana, mimi siwezi kuondoka mjomba, itaenda kuishi na nani na sina ndugu huko mjomba." wake akamwambia "Itakuwa nakuja kuwatembelea msiofu." Basi Madu na Parthavi wakaenda mji mwingine walioelekezwa, wakafika ndani ya nyumba husika. Mwenyeji aliwakaribisha vizuri, akawaonesha mazingira na kuwapa chumba achoishi ikabidi waanze piga usafi, waweke mambo sawa kidogo. Ilikuwa ni kazi ya siku nzima, jioni wanapata zao msosi. Subuhi jamaa anaamka kwenda kuangalia kazi, Parthavi namngang'ania asiondoke na kumwacha mwenyewe, iza waende wote madua na mjibu Sijali kipenzi, nikikaa hapa na wewe tutakula nini? Lazima nitoke nikaangalie kazi niloambiwa tuanze, endesha maisha yetu. Anafika kwenye kazi hotelini, vitengo vyote vimejaa. Madu kasema bosi, mimi ni mzuri sana kupika mambo ya jikoni, ila kama huko nafasi zimejaa ni ajili hata ni mfanya kazi usafi hapa ndani, ili mradi nipate chochote kitu tu. Bosi anamwambia sawa, wewe nenda nitakufikiria. Jamaa anaamua kuondoka kinyonge. Huku nyumbani binti anafua nguo lakini hajazitakatisha, si unajua akishua tena yeye nguo alikuwa anafuliwa na wafanyakazi tu, kwamba nambembeleza tu na kumwambia usijali. Madu akamchuk binti na kumtembeza mtaani kidogo asijihisi upweke sana, sababu ndio ameanza maisha mapya hivyo, ila binti anaonekana hana raha kabisa. Yoni, maduu anapiga stori na baba mwenye nyumba ambaye ndio rafiki wa mjomba wake. Jamaa anamwambia usijali, we kazi pale utapata, ngoja kesho tutaenda wote. Maduu anamjibu sawa. Mjomba anatumia njia zote kumweka pale tavisawa, lakini binti bado anaonekana na mawazo sana, hana raha kabisa yani. Siku inayofuata kama kawaida, baba mwenye nyumba kama alivyomwahidi, akaenda kumpambania maduu kazi mpaka akapata. Walivyotoka akamwambia sikia, wewe hapa kuwa na utii, usijali kuhusu mshahara sasa hivi utapewa mdogo lakini usiofu utaongezeka. Halafu wee simsomi, lazima utapata connection nyingine kubwa huko mbele. Upande wa pili palitaviuko zake mtaani akaona simu na kwenda kumpigia mama yake, mama alipokea, sijue ni nani binti ya kuongea, akawa nalia tu, kisha akakata simu na kurudi zake nyumbani akiwa na mawazo. Jamaa aliporudi, binti akaanza mwambia haise, maisha haya siyawezi mimi, sijazoea kabisa, nataka nirudi nyumbani, nimemisi mama yangu, nirudishe nyumbani. Mimi sera Madu hana jinsi, yeye akawa anamtuliza tu binti na kumfariji kuwa kila kitu kitaenda sawa, hawezi rudi nyumbani Baba mkwe anaweza akamtoa figo. Basi maisha yaliendelea hivyo hivyo, hakuna jinsi, wametoka jua naanza chini kabisa. Mke wa baba mwenye nyumba alimchukua binti na kwenda kumuombea kazi ya customer care, maana binti amesoma na ngeli kwake ni kama maji ya kunywa, naye akafanikiwa kupata kazi. Bosi wa Madu alimsifia sana, Madu haisee, siku hizi unapiga kazi vizuri mpaka napenda yani. Jamaa naye ya akamwambia bosi, samahani, unaweza nipa advance ya mshahara wangu, nina shida nyumbani. Bosi akamjibu, haina shida kijana wangu, kwa nini nisikupe? Usijali na kuamini sana Madu. Baada ya kupewa pesa akaenda duka la simu na kununua simu mbili. Huku upande mwingine, Parthavi naye kashapata kazi, anapiga kazi. Muda wa mapumziko, akawa anapiga stori na bosi wake pamoja na wafanyakazi wenzie. Kumbe mda huo huo maduu naye alikuwa anakuja kumtembelea, aliviona stori binti pamoja na bosi wake zimenoga, alijisikia wivu mno aisee, akageuza na kuondoka kwa hasira. Alipofika nyumbani, akampigia baba yake na kuanza kulia tu. Mzee akamuuliza uko sawa mshikaji? Alishindwa hata kujibu. Mzee akamwambia usije nipigia tena wewe mtoto, kisha ikakata simu d. Ah, alibaki na unyonge kichizi yani. Parthavi anarudi home, anamkuta jamaa yuko kinyonge, anamuuliza shida nini? Mwamba anamjibu. Kamuuliza yule alokuwa na anakula naye na kucheka naye. Binti akamjibu, "He, yule ni bosi wangu. Tulikuwa tunaongea kikawaida tu." Wakaanza zozana pale. Mara ghafla anasikia sauti akiitwa nje. Kutoka hivi ni ndugu yake pamoja na mshikaji wake. Haise, aliwakimbilia na kuwapokea kwa furaha sana. Hakuamini baada ya kupotezana nao kwenye kasheshe kule kama atakuja kuwaona tena. Jioni akawazao nje anapiga stori. Ndugu yake akamwambia, "Tulivyokimbia na sisi tuliama mji. Tunaishi sehemu nyingine. Tumepata kazi pia ya duka. Hatuwezi rudi tena kule nyumbani. Tunahofia kukamatwa." Binti alijikuta kitamka, "Sorry" maana yeye ndo kama chanzo cha yote. Madhu akasema wacha ombe samahani, maana yeye ndo walisababisha mpaka leo tuko hapa. Mshikaji kiufupi bado ana hasira kutokana na mambo ya wivu. Parthavi akaona isiwe kesi, akaondoka na kuacha yenyewe. Madhu na washikaji zake wakaendelea na stori. Huku ndani binti analia, anaona da, sasa mbona mahusiano yenyewe yashaanza kuwa machungu hivi? Parthavi nao akaona isiwe kesi akauchuna kimya. Kesho yake Parthavi anaenda zake kazini, jamaa akamfuata, unaenda wapi Parthavi? Binti akajibu naenda kazini. Mchizi akamwambia, leo Jumapili, kweli kuna kazi leo au ndo unaenda kukutana na bosi wako? Wakaanza zozana na kugombana barabarani mbele za watu, madu akamkata kibao binti Parthavi akaanza kuongea maneno machungu sana. Kwani kosa langu mimi ni lipi? Au kosa langu ni kuokoa maisha yako mbele ya baba yangu? Ulikuwa unauliwa wewe kule. Ila nimekuokoa, tumekuja huku unaanza tena kunionea. Nimekukosea nini? Siku hizi umebadilika sana Madu. Sitaki ugomvi na wewe. Binti kisha akaondoka zake. Madu akaona da kweli hapa nimemkosea binti. Akamfuata binti nyumbani, hayupo. Akaenda kituo cha treni labda atakuwa anarudi home, lakini napo hakumkuta. Anakuja pokea simu kuwa Parthavi yupo kazini, anafanya zake kazi. Jamaa kwenda kweli anamkuta. Baadaye jioni alimfuata Parthavi akiwa ametulia zake. Maduu alimuomba msamaha sana binti Parthavi, vyakamjibu najua unanipenda sana nani pia nakupenda sana unajua, mwenyewe tulivyo sacrifice maisha yetu kila mmoja, hem, tujaribu kuishi kwa amani na kupenda sana Maduu. Walikumbatiana huko kila mmoja akilia sana kwa uchungu. <laughs> Aise, kweli walikuwa wanapendana, basi wakaamua wafunge ndoa, wa tu waishi kama mke na mume rasmi, sio kama kaka na dada vile. Mapenzi alianza upya baina yao, mke na mume. Washikaji zao nao waliondoka kwenda kuendelea na kazi zao. Jioni wanakaa pamoja na wenye nyumba kufurahi. Anko yake naye ya alikuja kumtembelea Madhu. Akapata kazi hoteli kubwa yenye mshahara mzuri, mambo si mambo. Parthavi naye akapata ujauzito na kujifungua mtoto wa kiume. Familia iliongezeka sasa, baba, mama na mtoto. Miaka ilipita, baba yake na binti mzee mbunge alimaliza amu yake ya ubunge, akagombea tena lakini akakosa vilikuwa vikimsema ameshindwa ongoza familia yake mpaka binti yake kamkimbia, ataweza ongoza wananchi kweli? Parthavi alikuwa akiwasiliana na mama yake pekee tu tena kitirisiri. Siku hiyo mzee alishtukia mchezo, akaichukua simu na kumuuliza wao, nasikia sasa hivi una mtoto mwanangu. Natumai mnaendelea vizuri na natakia maisha mema. Mzee aliongea hukusuru akiwa ngumu sana. Siku moja madua alimcheki mkeo na kumwambia, leo atawahi kurudi nyumbani, anatoka kazini mapema. Mke akajibu sawa ita vikipinda na andaa zake msosi, akasikia hodi, kwenda kufungua mlango ghafla. Anakutana na kaka yake, alikuja na zaidi kibao. Hakutaka kuuliza sana kuwa amepajiwaje hapo, akawakaribisha vizuri tu sababu ni ndugu yake. Kaka alikuwa serious, sio muongeaji sana, alikuja na watu wake pale wao nyumba nzuri mmenunua. Mmeo yuko wapi? binti akajibu yuko njiani anarudi pale. Parthavi upande mwingine alifurahi moyo moyo like kumwona kaka yake akiamini sasa familia anarudi tena kuwa moja. Madhukar anarudi zake kazini, anashangaa kuona ugeni wa ghafla. Akashangaa kidogo kumwona shemera pale, alimpota mkiwa na kumuuliza kwa nini wamekuja hawa, wamepajuaje hapa? Niti akajibu yaachi hayo. Angalia baba amewagizia zawadi hizi hapa. Baada ya miaka mingi sasa na imani familia yangu imeondoa kinyongo. Mwamba alikuwa na hofu sana lakini akasema Okay. Hata wakalimu tu ni wageni. Paita vya alimleta mtoto wao kwa mjomba muone. Paita vya alitoka kidogo kwenda kuchukua baadhi ya vitu dukani. Akamwacha mtoto akiwa mibebo na mmewe. Kisha akatoka na kuwaacha wageni na mmewe. Alikaa dukani akachukua bidhaa alizoenda kununua. Kipindi anarudi ana hili wala lile. Mara ghafla watu wawili walidondoka mbele yake kutoka gorofani anapoishi. Alishtuka sana ise. Kucheki hivi ni a mmee maduu pamoja na mtoto wake da aise. Naam, ina maana kaka yake alikuja kumuua baba na mtoto. Hakuja kwa nia njema bado. Mzee wake alikuwa na kinyongo na kuamua kumtuma mwanaye wa kiume aje kuua kwa kuwa yeye ana nguvu na pawa aise, na huu ndo ukawa mwisho alafu stori tamu na ya kusikitisha inayoitwa Dhadak. Yes, msimuliaji wako hapa naitwa Chandola Ghost hard hadvoco, usiondoke bila kulike share, kwa wengine weka komenti yako hapo, bila kusahau na kusubscribe, ukisha bonyeza alama ya kengele kujiunga ndani ya familia EY Movies, na uwe wa kwanza kupata video zetu. Na kazi nzuri, mpaka wakati mwingine tena, bye bye.